Nasema kwamba vurugu ambayo imeshuhudiwa maeneo ya Tanzania baada ya uchaguzi pale imepelekea kukatizwa kwa supply ya vyakula hapa nchini Kenya na pia biashara nasema e, kana kwamba katika boda ya Namanga, unapata kwamba magari ya kusafirisha bidhaa hapa nchini Kenya haingeweza kufanya vile, kwa sababu boda ni kama Uh, ilikuwa imefungwa kwa muda pale uh, na wafanyabiashara pia wanalalamika kwamba wamepoteza mali nyingi, especially wale ambao wanasafirisha matunda na mboga wanasema uh, kwamba imeharibika katika boda uh, baada ya kutoweza kusafiri kwa sababu ya masuala ya usalama. Kwa hivyo ni habari ambayo inamulikwa kwenye gazeti la The Star, vile hiyo uchaguzi imeathiri biashara hapa nchini Kenya na nikiangalia gazeti la The Standard pia, wameangazia yanayoendelea kule Tanzania. Wameweza kuangazia mauaji ya watu ambao, uh, ilitokea wakati wa huu uchaguzi ambayo ilikuwa na utata mkubwa sana, na idadi kamili ya wale ambao wamepoteza maisha yao haijulikani kwa sababu haijaweza kuorodheshwa pale lakini kuna baadhi ya mashirika mbalimbali ambao wanatoa wanasema mia saba elfu moja ama zaidi ambao wameweza kupoteza maisha yao. Picha ambazo zimechapishwa kwenye gazeti hili inaonyesha wengi wakiwa wamepigwa risasi barabarani na wengine katika maeneo za biashara na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni picha ambazo si nzuri hata kidogo kutoka Tanzania. Ni inchi, ambayo ni nchi ambayo imekuwa na amani kwa muda mrefu, na huu uchaguzi unaonekana iliwakera baadhi ya Watanzania ambayo ilipelekea maandamano ambayo ilipelekea vifo vya wingi ambayo imeangaziwa kwenye gazeti hili la, uh, The Standard. Na kumbuka leo eh, eh, Madam eh, Samia eh, eh, Suluhu Hassan atakuwa napishwa leo kama rais wa Tanzania. Na ni shughuli ambayo itakuwa nafanyika pale Dodoma ambayo ndio capital uh, city ya Tanzania. Uh, na wanasema kwamba itakuwa inaandaliwa katika Uh, ile eneo la kijeshi sasa. Sijui kama hiyo <laughs> ndio mpangilio ama mambo iko vipi, kwa sababu ikiwa n ni rais ambaye amechaguliwa na umati wa watu kulingana na idadi, wanasema uh, wale ambao wamesajiliwa uh, kupiga kura Tanzania ni milioni 37 na wale ambao walipiga kura na wakampigia kura Madam Samia ni around 32 million. Hiyo idadi, kuna baadhi ya wadadisi wanasema hii turnout ionekana katika uchaguzi yote ya ulimwengu hata hapa nchini Kenya, wale ambao wamesajiliwa kupiga kura huwa ni around 16 million, lakini wale ambao wanapiga kura huwa ni nusu, karibu nusu ya wale ambao inaangaziwa pale, msikilizaji. Kwa hivyo unasema, wanasema turnout kawaida huwa itokee 90 something percent, kama vile ya Tanzania imetokea pale. Kuna wale ambao pia wanauliza hii kuhesabu kura milioni